Mkandarasi mumsimamie kwa ukaribu, tunatamani anavyoanza na kasi mumsimamie kwa kasi hiyo hiyo. Wananchi wanataka waone barabara inaanza kujengwa. Kama ni clearance tuione, kama ni structure tuzione, ili inapokwenda labda mwezi wa nane wa tisa awe ana certificate ya pili kwamba ameshakamilisha ile kazi, anataka malipo ya pili amepewa miaka miwili hii barabara sasa, tunatamani asimamiwe vizuri na kusiwe na kitu cha ku exaggerate. Bahati nzuri Mheshimiwa Rais ameshatoa kibali, ameshatoa fedha, kwa hiyo mkandarasi huyo hana sababu yoyote ya kuto kufanya kazi. Kwa sasa hakuna mvua, hakuna nini, na kulikuwa na changamoto ya eneo la kupata kokoto pale Bupiu swala. So, hilo limeshaisha. Kwa hiyo tunatamani tuone anajenga eneo la ku uh, kusaga kokoto, lakini tuone kwamba sasa ameanza kubomoa miti. Tumeona ndio, lakini tunataka aendelee. Cha pili, hakikisheni kwamba anakuwa na seti za mitambo kama zilizoainishwa kwenye mkataba. Kama ni tatu ziwe tatu, na muhakiki kwamba wataalamu waliokuja, manake wanakuja kwa sifa, tuhakikishe kwa kwamba hizo sifa wanazo. Tuwe na mpango kazi muda wa pili nitakapokuja, awe ana mpango kazi kwamba leo mkataba unasema awe yuko hapa leo, awe yuko hapa kesho, awe yuko hapa, ili kiongozi yote akija aweze kujiridhisha. Mkianza vizuri, mtakamilisha vizuri. Mkianza vibaya, mtamaliza vibaya. Hana cha kusingizia, kwa sababu yeye alichokuwa anahitaji ni malipo, ameshalipwa hizo bilioni saba na milioni mia mbili kwa watu. Nataka tuone kazi hapa. Tulipo ni eneo la Ibungu ambapo ni eneo ambapo zitajengwa nyumba pamoja na ofisi za mhandisi mshauri anayesimamia ana ujenzi wa barabara kutoka Isongole hadi Isoko yenye jumla kilomita 52. 2 hatua ya ya mradi hivi sasa, mkandarasi yuko saiti kama mnavyoona hapa, ameshaanza kufanya maandalizi ya kuanza hizo nyumba pamoja na ofisi, lakini pia ukitembea barabarani kule utaona ameshaanza kufanya clearance yani, kusafisha eneo kwa sasa. Mradi uh, una, unaendelea vizuri la, na tunatarajia utakamilika kama kama ratiba ilivyopangwa.